Naibu Waziri Mkuu wa Wizara ya Nishati, Dkt. Doto Biteko amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizopiga hatua katika matumizi ya rasilimali za ndani na kuwekeza katika sekta ya elimu kwa maendeleo endelevu. Amesema hayo Septemba 24, 2025 jijini Dar es Salaam wakati akifungua Kongamano la Tano la Kimataifa la Elimu Bora lililoongozwa na kauli mbiu inayosema: Kuimarisha mifumo na uwekezaji kusonga mbele katika uhamasishaji wa rasilimali za ndani kwa ajili ya elimu jumuishi, bora na endelevu barani Afrika. Ninaamini kuwa unaweza ukampa chochote mtu, atakipoteza ama kukiharibu. Ninaamini kuwa unaweza ukampa mali, mtoto anaweza kuitumia vibaya. Ninaamini unaweza ukampa hata mke, akaoa au mume akaolewa, doa ile inaweza kuvunjika. Jambo moja ninaloamini kuwa ukimpa mwanadamu namna yoyote haliwezi kuharibika au kupotea basi ni elimu. Ikiwa kuna kitu tunahitaji kuwekeza zaidi kwa vizazi vyetu na taifa letu, basi kuwekeza kwa vitu ni muhimu, lakini muhimu zaidi kuwekeza katika elimu ni jambo muhimu sana na la kupigiwa mfano, na kongamano hili ni kielelezo kingine kuwa nchi yetu tumeamua sisi, pamoja na sekta binafsi, kuwa elimu itakuwa kipaumbele chetu kwa ajili ya maendeleo. Tafiti hizo zinaonyesha kuwa mtu mwenye elimu ya juu hupata wastani wa kipato kuliko asiyokuwa na elimu ya juu. Hivyo ni wajibu wetu kuwekeza katika elimu bora, ili tuweze kuwa na silaha muhimu sana mkononi mwetu wa kupata ushindi. Tunashinda dhidi ya nini? Taifa letu wakati tu tunapata uhuru tulitangaza maadui watatu: ujinga, maradhi na umaskini, na ili tuweze kushinda maadui hawa watatu silaha ya kwanza ambayo ni muhimu kuwa nayo ni elimu. Ukiwa na elimu utashinda ujinga, ukiwa na elimu utapambana na maradhi kwa urahisi, ukiwa na elimu umaskini unaweza kuondoa, kwa sababu tafiti zinaonyesha mwenye elimu ana nafasi kubwa zaidi ya kupambana na umaskini. Sekta ya elimu katika nchi za Afrika bado iko nyuma kidogo, hivyo inahitajika nguvu kuondokana na changamoto zilizopo, yaani tuwe na silaha halisi ili tuweze kupata ushindi halisi unaonekana unaone kwa takwimu hivyo tukiwekeza katika elimu bora